Mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Jeshi la Anga la Marekani katika bandari ya mafuta ya Ras Isa nchini Yemen yamewaua takriban watu 38 huku yakijeruhi zaidi ya 102 nchini humo. Al Jazeera imeripoti leo Ijumaa Aprili 18, 2025 kuwa mashambulizi hayo dhidi ya kile Marekani inachodai ni kundi la kigaidi la Kihuthi la Yemen yametekelezwa usiku kucha maeneo mbalimbali nchini mbali, humo. Mashambulizi hayo yanatajwa kuwa mabaya zaidi tangu Marekani itangaze kurejesha operesheni zake za kijeshi dhidi ya wapiganaji hao wa Kihuthi inaowaita ni magaidi wanaofadhiliwa na Irani huku idadi ya watu ambao wameshauawa tangu kurejea kwake ikitajwa kufikia watu zaidi ya mia moja na kumi. Televisheni ya Al Masirah iliripoti ikinukuu takwimu za ofisi ya afya ya Hodeida nchini Yemen kuwa mashambulizi hayo mfululizo yalianza usiku wa Alhamisi na pia yaliwajeruhi watu wengine 102. Kamandi kuu ya kijeshi ya Marekani mashariki ya kati ya CENTCOM imethibitisha kutekeleza mashambulizi hayo huku ikisema yalilenga kukata rasilimali na ufadhili wa waasi wa hao wa Kihuthi, Nanuku. lengo la mashambulizi haya lilikuwa kudhoofisha chanzo cha nguvu ya kiuchumi cha Wahuthi ambao wanaendelea kuwakandamiza na kusababishia mateso makubwa raia wenzao, ilisema taarifa hiyo ya CENTCOM kupitia chapisho lake kwenye mitandao ya kijamii. Wizara ya Ulinzi ya Marekani ilipotafutwa na Al Jazeera haikujibu mara moja ilipoulizwa juu ya malengo ya mashambulizi hayo na vifo vilivyosababishwa na mashambulizi hayo. Hata hivyo, mwandishi wa Al Jazeera, Mohammad Al-Attab, alisema kuwa mashambulizi ya Marekani yalilenga maeneo mbalimbali, lakini yalikuwa makubwa zaidi karibu na kituo cha bandari hiyo nanukuu, mashambulizi manne ya kwanza ya anga yalitokea wakati watu wakiwa kazini, alisema mwandishi huyo kutoka mji mkuu wa Yemen, Sanaa. Al-Attab alisema mashambulizi hayo yaliwashangaza wafanyakazi, akiwemo madereva wa malori waliokuepo katika eneo hilo wakati huo. Mashambulizi hayo ya Marekani yameibua lawama kali kote nchini Yemen kutokana na vifo vya raia na umuhimu wa kimkakati wa bandari hiyo ya Rasi Isa iliyoshambuliwa na Marekani. Takriban asilimia sabini ya bidhaa zinazoingizwa nchini Yemen na asilimia 80 ya misaada ya kibinadamu hupitia katika bandari ya Ras Isa, Hodeida na Asarifu nchini humo. Picha za video zilizochapishwa na Al Masirah TV kwenye mitandao ya kijamii mapema Ijumaa asubuhi zinaonyesha mlipuko mikubwa ikimulika anga la usiku juu ya maji yaliyotambuliwa kuwa ni eneo la bandari ya Ras Isa. Video hiyo baadaye inaonyesha vifusi, moto na picha ya raia aliyefariki na Picha za awali za jinai ya uvamizi wa Marekani katika bandari ya mafuta ya Ras Isa ambapo watu kadhaa waliuawa shahidi na wafanyakazi wengi wa bandari kujeruhiwa, ilisomeka taarifa hiyo iliyoandikwa na maandishi ya Kiarabu yaliyoambatanishwa na video hiyo. Video nyingine iliyosambazwa na Al Masirah kwenye mitandao ya X, yani zamani Twitter, ilionyesha uharibifu mkubwa pamoja na mahojiano na wafanyakazi wa bandari waliopata majeraha mabaya kutokana na moto huo. Mashambulizi hayo ya Marekani ni miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi tangu Marekani ianzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Angapidia, wapiganaji wa Kihouthi, ikiwa ni operesheni yake kubwa zaidi ya kijeshi Mashariki ya Kati tangu Rais Donald Trump alipoingia madarakani mwezi Januari mwaka huu. Mnamo Machi 2025 mashambulizi ya Marekani ya siku 2 yaliwaua zaidi ya watu 50. Kwa mujibu wa maofisa wa Kihouthi. Kwa mujibu wa shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa la UNDP, Ras Isa ni sehemu ambapo imejengwa bomba la mafuta na laban, bandari yenye miundombinu muhimu isiyoweza kubadilishwa nchini Yemen. Mwandishi wa Al Masirah TV alisema maofisa wa ulinzi na raia wa shirika la msalaba mwekundu la Yemen walitumwa katika eneo la tukio kutoa msaada wa matibabu na kuzima moto huo. Ofisa huyo wa Kihuthi, Mohamed Nessal al Atifi, alikiambia kituo hicho cha habari kuwa uhalifu unaotekelezwa na, na Marekani hautawazuia watu wa Yemen kuendelea kuiunga mkono Gaza, bali utawatia nguvu na kuwaimarisha zaidi. Mapema Ijumaa, saa chache tu baada ya shambulizi hilo la kutisha la Marekani, jeshi la Israel, IDF, lilisema kuwa lilidungua kombora lililorushwa kutoka nchini Yemen. Tangu Novemba 2023 wapiganaji wa Kihouthi wameripotiwa kuzindua zaidi ya mashambulizi mia moja dhidi ya meli wanazosema ni zinahusiana na Israel, wakisema ni sehemu ya kampeni yao ya kulipiza kisasi dhidi ya vita vya Israel huko nchini Gaza, Gaza, nchini Gaza, Palestina. Washington imewaonya Wahuthi kwamba mashambulizi yataendelea hadi pale kundi hilo la silaha litakapoacha kushambulia meli katika bahari Nyekundu. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.